Bao la pili la Simba Sports Club na la Jonathan Sowah lilibua mjadala pia e, katika sehemu mbalimbali kuhusiana na bao la pili hiyo hmm. hapo hmm. uh, Morris Abraham akaipiga hapo, mpira ulimgusa mlinzi wa JKT ukaukanyaga, ukaenda, kwa hiyo hmm. ha? e, aliugusa Hmm. Lakini kwenye dunia ya sasa ya teknolojia nani Sowa alikuwa ametangulia mbele kabla ya ule mpira kuguza, yani alishafaidika na mazingira yeye kuwa mbele. Unajua, angeweza kusema kwamba angeweza kusema kwangu mimi naona ni kama ni offside kwa teknolojia ya sasa. Kama offside offside kwa teknolojia ya sasa ingetumika pale, teknolojia ingeonekana ni offside, kwa sababu yeye Sowa alichangulia mbele, alafu kile kitendo wakati wanagongana yeye akaja kuokota ule mpira akiwa mbele, wakati anageuza anarudi kuja kuokota ule mpira ndo akafunga goli mone kwa hiyo, kwa mazingira yale inaonekana kwamba alikuwa outside, lakini kwa sababu teknolojia hakuna na refari ni binadamu. Rashid, wewe ni offside ama sio offside? Si offside. Ona, ona, ona, chukua, chukua movie, ona mone. mone mone, mone, mone, mone yule, mone yule, mone yule aliyofaidika. Ah, lakini mpira wa kurudishiwa na mlinzi, hajarudishiwa na mlinzi. Ah, yani m... hata kama ulirudishwa yani, yule, mimi namwona alikuwa tayari ameshatangulia mbele. Kwa mazingira, kwa nini atangulia mbele ah nn angekuwa anakuja baadaye, kwa sababu refa amekubali sinakubali lakini wa, kwa mazingira yalivyo, labda watu wakipenga wana nafasi ya kuja kuzungumza zaidi kipenga cha mwisho, hey. Sasa Bwana Soa, tena maiki yetu bumu yetu, mimi namuona hey. so, <laughs> <laughs> <laughs> kabisa, Soa hapo mwona anayomba mpira akatangulia mbele, mona yule, alafu mpira tena akaukuta kule kule umemkuta kule, kule. kule kasimama kulekule alafu ah, akafunga. Mimi kwa nini onside eh? kwa sababu sababu wakati Morris ana ana dribble ule mpira mm. So fast so alikuwa alikuwa, anakimbia alikuwa, alikuwa sehemu ya movement mm. Yeah. movement ya, ya, ya Morris mm. Sio mm. Uh, wakati uh, Morris anafanya decision mm. ya kupiga pasi yani, wakati Morris anafanya decision ya kupiga pasi. Sowa hakuwa offside. Alikuwa ameshazidi. Maleo. Ah, wakati anapiga pasi hakuwa offside. Alikuwa an uh, anatimia na move. Uh, eh, hakuwa offside. Si unaelewa? Eh. Mm. Uh, sasa ile pasi wakati inapigwa, mm. Sowa kwa sababu alikuwa tayari kashajua hii pasi inatakiwa ipigwe eneo gani? Ah, mm -hmm. uh, alivyopita speed ule mpira light kama usinge usinge usinge usinge fanyiwa disturbing, mm. Umeona ehe, yeah. Umeelewa umeona ile, yeah. pasi kati. Sasa hapo mtozi akirudisha, utaona kati ile pasi anaipiga Morris, so hakuwa hakuwa offside, mm -hmm. Hakuwa kabisa offside, sio? Unaelewa, mm -hmm. Ile pasi baada ya kuwa disturbed, eh, mm -hmm. Ambao wewe sasa umeona kwa jicho lako kaona hii ni offside, mm -hmm. Eh? maanake mm, mm. Tazama hapo mpira uko mbele mm. tayari Soa hayuko offside. Ah, yes, mm, mm, Sasa hebu can you imagine mpira ukirudisha nyuma ukirudisha nyuma, mm, nyuma Soa mm. atakuwa wapi? Si yes, atakuwa, mm. atakuwa nyuma zaidi si ndio? Manake atakuwa nyuma zaidi. Ndio maana kwambia kwangu mimi ilikuwa onside. Sao. Sasa wale mm. baada ya ku disturb kidogo mm. ni kama wakawa wamepoteza timing kidogo ya Soa mm. ko manake haikuwa kuna kuna kuna time waiting. Sio kwamba Soa alikuwa kama imamu. So akuwa kama imam, ili ni goli. Yes, ili ni goli halali. Lakini mbape walikatelea kati micha klasiko, alifunga ile goli, mazingira yake almost yanataka kufana na ili goli, ili aligeuka tu akapiga shuti palepale, lakini teknolojia ikamwambia umezidi. Mone. Kwa tukio tukio hili hapa lilirudiwa. E, e, msimamo wako ni ule ule Kingamkono? Mimi nasimama pale pale. Asante. <laughs> <Sao. laughs>